tukieciria uhoro wa karenda ya ngai kana tukiaria uhoro wa karenda ya ngai wadedeke karenda yaku ringi no miandike na demwa nene no miandike na demwa iguthomeka ni tondu ngai ndatomanaga gutari undu arathigwika ringi maundu maria uradikite mieri iwe tano na nuthu mutire ona kamwe ona ndariri ndunona no kuma muthenya wa umuthi niguo ndika maundu mangimeru kuringana na mufango wa ngai kuringana na kalenda ya ngai ogwo musa akirwo mwali mweri wa umothe mwali mweri uyo uyo wa umuthi uyo turambia mweri wa mbere wa kwambagiriria mwaka wanyu uguo kalenda igicenjia wahonokire kareda ne yasejirie ewale ria ria a wete kirie e kareda ne yasejirie na ne kinya ke hiko ine onakorwo jia ni wakamau ne otoragia ria o horo wa kehiko. hiko ne tondo kareda yaku ndi ri yasejia o toaga okwanyuna ne wahikire tondo karada, ndiri yasejia usejia karada uge he karada ndare moiretu.

no muranga rang'a nitumigunda tucunjie andu othi guthi kuhatikana, na tondu he kare nderia ndadikire ndoka Kiambu he ndumwe tunderire ngai niigwito ndigacoka wandehe Kiambu roiro we na gitumi kiene na tondu ene na tondu njerete ndikuria ndathie ndigwatire ni mamuthenya wa umuthi muranga nojokire ni kwenda na muranga nojokire nonjokire ni tondu wa gwetha mwaramano tondu no ndathimwo ne ngai na ngwira ni ndikanyamu kundu gwitagwo kundu gwitagwo ithangana ni muranga no ndingitikira guthii gwaka kua maheni <laughs>

niguo ugutuika mweri uyu niguo ugutuika mweri wanyu wa mbere ni tondu wake aha ahany uko ni mucii